Kwa ufupi tu ufanye uh, dua mm, kuombea watazamaji na uh, wafuatiliaji wetu ambao wanazo changamoto mbalimbali mbali za, za, za maisha wanazipitia, za malezi, za mahusiano, ndoa, za biashara, afya. Hebu mm, kwa ufupi tu ufanye kuombea wapate nafuu mm, lakini na podcast yetu hmm. upate kuiombea kwa ufupi tu iweze hmm. uh, kufika na iweze kuleta tija, iende kuponya vidonda vya roho hmm. ambavyo watu wako navyo, na enye ume, umekiri kwamba hakika dunia inaumwa.

Ya Rabi, sisi ni wadhaifu katika mioyo yetu, tuna madhambi mengi tunayafanya. Mwenyezi Mungu tunakuomba tusamehe katika yale ambayo tunayafanya kwa kujua ama kwa kutokujua. Ya Rabi, tunakuomba kila lilokuwa la kheri, usituangalie katika udhaifu wetu utashindwa kutujibu maombi yetu, tuangalie katika ubinadamu wetu, kwa sababu tunayafanya mengi kwa ubinadamu wetu, kwa kukosea kwetu. Ya Rabi, wewe ni mwingi wa huruma na unaweza kusamehe. Ya Rabi, tunakuomba utupe kizazi kilichokuwa chema. Ya Rabi, tunakuomba utupe familia zilizokuwa njema. Ya Rabi, tunakuomba utupe riziki za halali. Ya Rabi, tunakuomba utufungua tunakuomba utuponye maradhi yetu tuliyokuwa nayo katika nafsi zetu katika miili yetu. Mwenyezimungu, wewe ndo wa kutegemewa, hakuna mwingine wa kumtegemea isipokuwa ni wewe. Ya Rabbi, tunakuomba kila palipokuwa na hasadi, palipokuwa na yashari Mwenyezimungu, tunakuomba utuondoshee shari hiyo, utuondoshee hasadi hiyo. Mwenyezimungu, kuna baadhi ya mambo hatuyaoni, wewe unayaona. Kuna baadhi ya mambo hatuyajui, wewe unayajua. Ya Rabbi tunakuomba yale ambayo hatuyajui basi uyakinge kwa uwezo wako na kudura zako wa sallallahu wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Amen. Asante sana, asante na basi, alikuwa ni Sheikh Pembe. Uh, yeye ni imamu wa msikiti wa Mtambani pale Kinondoni jijini Dar es Salaam hapa hapa. Uh, leo ime imekuwa na faida sana kuona kwamba ametenga muda wake kututembelea kuja kuzungumza na wewe. Ni imani yangu ni kubwa sana jue, yale ambayo nimekusudia kumuuliza ana jinsi alivyo ya yajibu, basi kwako inaonekana kwenda kuwa tiba tiba, na kupona kabisa na kusahau kabisa yale ambayo yamekujeruhi moyo yamekujeruhi roho, mpaka wakati mwingine kwenye podcast yako. Mimi ni James Rutta. Karibu.